Wakristu wapenzi, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Ndio, ikiwa ni Dominika ya Ekaristi Takatifu, tunafanya sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alijitoa mwenyewe kama chakula kwa ajili ya roho zetu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na nne aya kumi na nane hadi ya ishirini. Somo letu la pili natoka katika waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Korinto sura ile ya kumi na moja aya 23, aya na so, injili, ya ishirini na tatu hadi ya ishirini na sita Na somo letu la injili natoka katika injili ya Luka sura ile ya kumi na, sura ile ya tisa aya ya kumi na moja hadi ya kumi na saba Wapendwa wa Mungu, siku ya leo tunafanya sherehe ya Ekaristi Takatifu, siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituachia fumbo la ajabu, yaani alitupatia mwili wake na damu yake ikiwe chakula na kinywaji kwetu. Tunatambua ya kwamba Yesu aliweka Ekaristi Takatifu siku ya Alhamisi Kuu jioni, ambapo alikula karamu ya mwisho pamoja na wanafunzi wake akiwaambia kwamba twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa, utaka kwa ajili yenu, na twaeni kikombe hiki ambacho ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnapo kula na kunywa kwa ajili ya ukumbusho wangu. wa Yesu alituachia sakramenti ya Ekaristi takatifu, kimsingi sherehe ya leo tulitakiwa tuifanye siku ile ya Alhamisi Kuu, lakini kwa sababu tulikuwa katika kuingia katika mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, hivyo basi kanisa likaona ni vizuri zaidi kuipa heshima Ekaristi takatifu kuitafutia siku maalum ambapo ni nje na kile kipindi cha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo na kuweza kuisherekea na kushangilia fumbo hili kubwa la ukombozi wetu Kristo kutuachia mwili wake na damu yake uwe chakula na kinywaji kwetu. Na hivyo basi, siku ya leo tukitambua kwamba tutazunguka na Kristo wa Ekaristi takatifu sehemu mbalimbali, tukiona fahari sisi tunashiriki mafumbo hayo matakatifu kumtangaza yule Kristo ambaye yumo katika maumbo ya mkate na divai na kuona fahari na kumwabudu na kuonyesha watu kwamba hiki ndio ndio imani yetu. Wapendo wa Mungu, katika masomo yetu ya leo yanatuelekeza mambo yafuatayo juu ya sakramenti ya, ya Ekaristi takatifu ambayo sisi kama Wakristo inabidi tutambue. Tutambue kwamba cha kwanza Ekaristi takatifu ni sadaka ya shukrani. Tukiangalia katika somo katika somo letu la kwanza katika kitabu hiki cha Mwanzo tunaona jinsi Abrahamu anakwenda kwa kuhani mkuu Melkizedeki kwa ajili ya kumtolea Mwenyezi Mungu shukrani, na tunaona Melkizedeki anatumia mkate na divai kumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani nasio kumrudishia tu Mungu shukrani na kuomba Mwenyezi Mungu aweze kumbariki na kumuomba Mwenyezi Mungu aweze kumlinda Abrahamu ku, ili aweze kushinda vita alizokuwa nazo. Wapendo wa Mungu, ekaristi takatifu tunaposhiriki tunaipokea, tukiwa katika misa takatifu, ni sadaka ya shukrani kwetu. Tunapoenda katika misa takatifu tunamrudishia Mwenyezi Mungu shukrani. Tunapoenda katika misa takatifu tunampelekea maombi yetu Mwenyezi Mungu. Tunaposhiriki misa takatifu tunapeleka hata shida, malalamiko yetu kwa Mwenyezi Mungu, tunapeleka furaha zetu kwa Mwenyezi Mungu. Na hivyo ni vizuri kutumia wakati ule wa Ekaristi takatifu, kutumia muda ule wa e, eh, wa konsekrasio ambapo Kristo anashuka katika maumbo ya mkate na divai kupeleka maombi yetu kupeleka shukrani zetu, furaha zetu kwa mwenyezi Mungu. Melkizedeki ambaye alikuwa ni kuhani mkuu alimtolea mwenyezi Mungu sadaka hiyo. Kristu anakuja pia kama kuhani mkuu, kuja kutoa mkate, kutoa divai kama chakula cha roho zetu. Katika karamu ya mwisho, anakuja kukamilisha eh, sadaka zote mwili wake na damu yake inakuwa chakula na, na kinywaji kwetu. Ekarista Takatifu, tunapopokea Ekarista Takatifu tunapopo tunakuwa mashahidi wa ushindi wa Kristu, yaani mateso, kifo na ufufuko wake na sio tu wakati wa misa takatifu, bali siku zote mpaka pale atakapokuja tena. Tunaona katika somo la pili ambapo barua, eh, Paulo anapoandika kwa Korinto anasema mambo yale ambayo niliyapokea kutoka kwa Bwana, maono juu ya kile kilichotokea ile Alhamisi Kuu, ambapo Kristu mwenyewe alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake na vilevile divai, akawaambia wafanye hivyo kwa ukumbusho wake. Na hivyo tunaposhiriki mkate e, tunaposhiriki mwili na damu ya Kristu mara zote. Tutambue ya kwamba tunashiriki katika kutangaza ule ushindi wa Kristo, tunashiriki katika kutangaza imani yetu, tunashiriki katika kutangaza kwamba kweli Kristo alishinda mauti kwa kufa msalabani kwa ajili yetu sisi. Tunakuwa mashahidi wa jambo hilo. Jiulize wewe, ambaye haupokei wewe ambaye haushiriki meza hii ya upendo, unatangaza vipi ushindi wa Yesu mfufuka? Unatangaza vipi kukombolewa kwako? Kristo amekupatia chakula, ni kwa sababu ya upendo wa ajabu kwetu, anatuachia mwili wake tuweze kula na kunywa damu yake. Kwa nini mimi na wewe hatupendi kushiriki? Inawezekana vipi katika maisha ya kawaida, umealikwa katika sherehe fulani, ambapo unategemea kuwe kuna chakula na vinywaji vya kutosha, lakini mwisho wa siku, unapo sherehe inapokwisha, pengine unakuwa kati ya miongoni ya watu ambao wamekosa chakula. Ni maumivu gani utayapata katika roho yako? Kama tunavyopata maumivu tunapokosa chakula cha mwili, tuone hivyo pia tunapokosa chakula cha kiroho. Ekaristi takatifu ni kwa ajili ya kuimarisha roho zetu, lakini tunaona sio kitu cha muhimu sana kwetu. Tukijisikia ndio tutapokea, hatuoni hatuonji kabisa kwamba tuna lazima ya kupokea Ekaristi takatifu. Tutambua kwamba tunapopokea Ekaristi takatifu tunatangaza, tunakuwa watangazaji wa ushindi wa Kristu kwa kumbeba katika mioyo yetu kwa kumtangaza mbele za watu, kwamba Kristu ni mshindi, Kristu ameshinda mauti. Kwa kupokea ekaristi takatifu, tunapata uzima wa milele. Bwana wetu Yesu Kristu, ukisoma katika injili ya Yohane sura ile ya sita, ambapo anaelezea juu ya mkate wa uzima, Kristu anajitambulisha akisema, amin amin amwambieni, msipoula mwili wangu na kunywa damu yangu, hamna uzima ndani yenu. Anaposema amin amin, nawaambieni, sio kwamba anatuomba, sio kwamba anasema ukijisikia. Hapana, yaani ni lazima tupokee mwili wake. Anatambua sisi tu dhaifu, anatambua hatuna nguvu. Hivyo kwa kupokea, kwa kumpokea yeye, anatupa nguvu, tunakuwa naye ndani. Hatuwezi kupata mashambulizi ya mwovu shetani, kwa sababu atakapokuja kutukamata, kutuka anamkuta Kristo tayari yuko ndani. Sasa sisi tunapoamua kuto kushiriki na tunaona ni kawaida ni sawa basi tujue tuna shida kubwa katika katika roho zetu. Tunashindwa kujinyenyekeza na kukubali kwamba kweli mimi ni mkosefu. Kweli mimi nahitaji huruma ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi nitafute ni sakramenti ya kitubio niweze kuungama dhambi zangu. Na kwa kuwa kwa mp, mimi ni binadamu naweza kuongoka katika dhambi. Nipokee Ekaristi Takatifu ili niweze kupata nguvu ya Kristo ya kuweza kusonga mbele. Tutambue kwamba Ekaristi Takatifu inatupa uzima. Ekaristi Takatifu inatuletea amani katika mioyo yetu. Tunapopokea mara kwa mara Ekaristi Takatifu tunapata uzima, tunapata nguvu. Ekaristi Takatifu ni sadaka ya upendo. Tuone tumependwa kiasi gani na Mwenyezi Mungu. Tuone tumependwa kiasi gani na Kristo, kwa kutupa mwili wake na damu yake. Mtakatifu Tomaso wa Aquino katika wimbo wake ule wa ninakuabudu, ninakuabudu Mungu wangu, anapojaribu kutafakari eh, jinsi gani Mwenyezi Mungu aliweza kujitoa mwenyewe kuwa chakula kwetu, hasa pale anaposema Yesu pelikane, nitazame kwa damu yako nitakase, tone moja linatosha na dunia nzima yaokoka. Akijaribu kuelezea upendo huu wa Kristo, Tomaso Aquino anajaribu kuona upendo huu mkubwa akilinganisha na ndege Eh, pelikani, ndege ambaye kwa asili yake, eh, kipindi cha kiangazi ambako hakuna chakula anajitoa mwenyewe anajirarua mwenyewe, ili watoto wake makinda yake aweze kula na kushiba. Ni upendo gani huo? Katika maisha yetu tunapitia pia nyakati za jangwa, nyakati za ukame, roho zetu zinakuwa ngumu zinakosa zinatafuta upendo wa Mungu. Tukiweza kula mwili wa Kristu tunapata nguvu ya kusendelea na safari. Safari yetu ni ndefu, tutambue thamani hiyo kubwa ambayo Kristu ametupatia. Ekaristi Takatifu ni chakula chetu cha wasafiri. Katika somo letu la Injili siku ya leo, tunaona watu makundi makubwa wamemfuata Yesu kwa ajili ya kwenda kumsikiliza Kristo. Amewalisha neno, wameweza kushiba neno la Mwenyezi Mungu, lakini tayari inakuwa ni magharibi, inakuwa jioni, ambapo sasa wanafunzi wanaona ni bora wa watu waende wakajitafutia chakula. Lakini sasa wanaenda kutafuta chakula wapi? Ndio maana Kristo anawaambia wapeni hii chakula. Wanakwenda wapi? Kristo alitambua pengine wengine hawana uwezo wa kununua chakula, hawana hiyo hela ama pesa ya kwenda kununua chakula. Kristo anaambia pengine chakula, anaona thamani ya kuwalisha pia miili yao. Kristo anafanya muujiza wa kugeuza mikate mitano na samaki wawili, anawapa mitume na kuweza kuwapatia watu na wote wanakula. Vile vile katika Ekaristi Takatifu ni chakula chetu sisi wasafiri, kwa sababu bado tuko katika safari ya kuelekea kwa Mwenyezi Mungu, na katika safari hii ni ngumu, kwa sababu bado tunakuwa katika mapigano dhidi ya muvu shetani, akitafuta kila wakati kuweza kutuangusha chini. Je, mimi na wewe hatuhitaji nguvu hii ya Mwenyezi Mungu ya kuweza kutupa hiki chakula cha kuweza kusonga mbele na maisha. Tutambua upendo huu ambao Kristo ametupatia kwa kutupa chakula. Tunapokuja katika misa takatifu, tunashibishwa kwa neno na vile vile tunashibishwa kwa ekaristi takatifu. Kuwa miongoni ya wale ambao wanapokea ekaristi takatifu, tusikimbie ekaristi takatifu tuone thamani ambayo mwenyezi Mungu ametupatia kwa kutupa mwili wake, tuweze kiweze kuwa chakula cha roho zetu na damu, na damu yake kuwa kinywaji cha roho zetu. Niwatakie Dominika njema na tumsifu Yesu Kristo.